Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini watu wanaweza wakafanya kazi pamoja au wakafanya kazi moja lakini mmoja riski yake inafunguka na mwingine inabaki ngumu? Kwa nini unaji, kwa nini unajitahidi sana lakini pesa haitulii mikononi? Au kwa nini unaona kama milango ya riski imefungwa? Leo nitakushirikisha siri kubwa sana ya riziki ambayo watu wengi hawaijui, na mwisho wa video hii tutaisoma dua maalum ambayo kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, inafungua milango ya riziki, kuondoa vikwazo na kuleta baraka. Tafadhali usiondoke, dua hii isome hadi mwisho na fungua moyo wako kwa Allah subhanahu Ta'ala. Siri ya rizki, ndugu yangu, kosa kubwa watu wengi walilonalo ni hili: wanafikiri rizki inategemea akili, nguvu au watu, lakini Qur'ani inatuambia tofauti kabisa. Inasema Allah anasema, hakika Allah ndiye mruzuku mwenye nguvu na imara. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba rizki yako tayari imeandikwa, lakini kuna funguo za kufungua lakini pia funguo hizo e, kuna funguo za kufungua mambo matatu ambayo yatasababisha rizki yako iweze kufunguliwa. Jambo la kwanza ni takwa, kumcha Allah. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba, na nayemcha Allah humfungulia njia ya kutoka na, um, na kumruzuku kutoka asikotarajia. Unapoacha dhambi, unapolinda swala, na unapokuwa, mk unapokuwa mkweli, Allah hufungua riski bila hata wewe kutarajia. Jambo la pili ni istighfari, kuomba msamaha mara kwa mara. Mtume Muhammad alisema kwamba mwenye kuzidisha istighfari, Allah humfanyia wepesi katika shida zake na, na humuzuku kutoka asikutarajia. Dhambi hufunga riski. Istighfari hufungua riziki. Jambo la tatu ni tawakuli, kumtegemea Allah subhanahu wataala. Fanya juhudi zako, lakini usiweke moyo wako kwa watu, weka kwa Allah subhanahu wataala. Sasa ndugu yangu, tuingie kwenye dua ya riziki. Kama unaweza andika kwenye komenti, ya Allah, ya Allah, ninakuamini, nijibu dua yangu.

Kama dua hii imekugusa moyo wako, bonyeza like na subscribe, ili tusome dua pamoja kila siku. E, asubu... kila siku rudia dua hii asubuhi au kabla ya kulala, kwa siku mara saba mfululizo, wa idhini ya Allah utaona mabadiliko makubwa. wa ila huna. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.